Daktari Elisande amiani Mhanga ni mhariri na mwandishi wa vitabu vya kuhamasisha mafundisho ya kiroho na kiuchumi. Amesoma shahada ya kwanza ya theolojia bidii katika chuo kikuu cha tumaini makumira Arusha. Shahada ya pili amesoma katika mambo ya biashara ya uongozi MBA katika chuo kikuu cha Iringa, zamani kiliitwa tumaini University Iringa. Shahada ya tatu ya uzamivu PhD ameipata kutoka chuo kikuu cha Marekani kinachoitwa Atlantic International University. Mchungaji Elisande Mhanga ametumika kama mchungaji na mwalimu katika shule za kanisa kwa maana ya KKKT dayosisi ya Iringa, akifundisha masomo ya dini kama bibliology na divinity na masomo mengine katika utumishi huo. Alifundisha shule ya sekondari Mtera na alianzisha shule ya sekondari Lutangilo na kuwa mkuu wa shule wa kwanza wa shule hiyo. Baadaye amefundisha chuo kikuu cha Iringa kama mwalimu wa muda part time wa masomo ya theolojia na ujasiriamali. Pia ametumika katika nafasi mbalimbali kama kasisi chuo kikuu cha Mkwawa, mchungaji katika baadhi ya sharika afisa mafunzo wa dayosisi, afisa mipango na maendeleo, mratibu wa mradi amiti millionaire trees project, afisa utumishi na naibu katibu mkuu katika Kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Iringa. Kwa miaka kadhaa, Mchungaji Elisande Mhanga amekuwa akihudumu kama mchungaji na mwalimu wa semina za ujasiriamali katika baadhi ya maeneo ya sharika akitoa mafundisho kwa washirika amekuwa akisisitiza umuhimu wa kuishi maisha yaliyojaa maana na ushuhuda mzuri, ili kuwajenga wengine. Hiyo ni kumhusu mwandishi. Wapezo ana sifa zote na ni kitabu kizuri. Mimi nilivyoona tu, nilikuwa naangalia yaliomo, yaliyomo, nikaona unaweza ukajipatia faida kubwa sana ni askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, Dayosisi ya Iringa, mchungaji Daktari Blaston Tuluwene Gavile akisoma wasifu wa mwandishi wa kitabu cha Songa Mbele Safari Bado mchungaji uh, Daktari Elisande Mhanga ambaye hapa anaongeza kuhusu umuhimu wa watumishi kusoma vitabu lakini pia kuandika vitabu hivyo. Hebu tuwe na muda wa kuandika, tuwe na muda wa faini wapenzi wa kuandika. kusoma na kuandika. huwezi ukawa mwandishi mzuri kama husomi nini? Usome vitabu, soma vitabu vya wenzako, ili iliabu huna kipya, karibu vyote vilishaandikwa na nani? Kwa hiyo tunasimama tu mabegani mwa wenzako ili kusudi uweze kuandika Watanzania na Waafrika kama unataka upiche kitu, wanasema picha kwenye kitabu, hawasomi hawasomi kabisa hii kitabu. Naomba hii ya kwanza, Elisande Mhanga, Daktari Elisande Mhanga, au ametukumbusha kusoma vitabu, lakini au ametukumbusha kuandika kuandika, kae tuandike, pata kama muda basi, unaandika itakusaidia sana. Lakini jambo lingine tafadhali sana, uwe mtu wa kujifunza kila wakati, penda kujifunza penda kujifunza, usione kwamba wewe umekamilika. Ukiwa okay, umekamilika, bado wewe ni mdhaifu kabisa. Na hapa mwandishi anaeleza maudhui yatakayomsaidia msomaji kufikia hatima ya ndoto zake. Ni kitabu ambacho kimeandikwa kututia moyo katika safari ya maisha na safari ya mafanikio. tunakutana na changamoto nyingi mimi ni miongoni mwa waliokutana na changamoto nyingi na niliona kuna haja ya kuandika kitabu hiki ili pengine wengine wanaokutana na changamoto kama za kwangu kiweze kuwasaidia. Kwa hiyo, hmm. Nimejaribu kuweka mambo machache kwenye hii kitabu. Kuna kutambua ndoto zako, kijua kwamba kila mtu ana ndoto au lile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako, lakini pia nimeweka kipengele cha kujitambua na kuweka malengo kufikia ndoto zako. Kuna kipengele kingine cha kushinda hofu na vikwazo katika safari ya mafanikio, lakini kipengele kingine ni kukomboa wakati ili kufikia ndoto zako hmm. Kipengele kingine ni nguvu ya kuendelea katika safari ya mafanikio <coughs> na siri kuu katika safari ya kufikia mafanikio. Kwa uchache ni hayo ambayo yamo kwenye hiki kitabu, kikipata basi unaweza ukajisomea kwa muda, kwa muda wako. Basi namshukuru Mungu ambaye ametuwezesha kuweza kukamilisha hiki kitabu. Kwa sababu ya gharama za uchapaji kinauzwa shilingi elfu kumi kwa kopi moja. Asante sana. Basi shukuru sana Basco kwa ku kubali mwaliko huu. Niliona kwa kuwa ni kitabu changu cha kwanza, sina utamaduni na sijawahi andika kitabu, niliona basi ukisemee neno ili kusudi Mungu anipe namna tena ya kuandika pengine vitabu vingine. Asante sana, asante, asante, asante, asante. Naam sasa, tuwasikie baadhi ya watumishi wakizungumzia uzinduzi waki wa kitabu hicho. Ninaitwa mchungaji Lusumbu Msigwa Mchungaji wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Iringa, na kwa nafasi ya ofisini natumika kama mratibu wa mahusiano ya kimataifa ya Dayosisi ya Iringa. Ni jambo la baraka sana, kwanza kuthubutu, kwa sababu watu wengi wana maarifa, wana vitu wanatamani kuviweka na wengine wavisome wavielewe, lakini wengi hawathubutu kuandika, lakini tunamshukuru sana Daktari Elisande Mhanga mchungaji kwa kuthubutu kuamua yale ambayo ameyapitia, yale ambayo amejifunza, walau kushia na wenzake kwa njia ya kitabu. Ninampongeza sana Sa. umekuwa miongoni mwa watu ambao umechukua kitabu kwa mara ya kwanza. Kwanza, kitabu gani hmm kimekuhamasisha kuchukua? Lakini pia unaambia nini wale ambao watanunua baadaye? Cha kwanza ni kumtia moyo mwandishi kwamba kazi aliyoifanya tunaithamini, kwa hiyo nimenunua hata kabla sijaisoma ndani kuna nini hii yote ni kuona kwamba ninamtia moyo mwandishi kwa sababu mimi mwenyewe pia ni mwandishi, nimeandika kitabu. Lakini jambo la pili natamani kujua yaliomo, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kaandika asiwe na kitu cha kufundisha watu. Kwa hiyo nia yangu ya pili ni kutaka kujifunza yaliomo ndani yake, kuna nini yamkini, katika haya yatanitoa hatua moja kunipeleka hatua nyingine. Naitwa Lutha Merika na Kaola, ni mtumishi katika dayosisi ya Iringa na katika dayosisi inatumika kama mwasibu katika ofisi ya hazina. Kipekee kabisa namshukuru Mungu, leo nimepata nafasi ya kushiriki tendo la uzinduzi ambalo limeongozwa na baba askofu Daktari Gavile, na kilikuwa kinazinduliwa kitabu ambacho kinasema Songa Mbele Safari Bado, Fikia Hatima Ya Ndoto Zako, ambacho kimeandikwa na Mchungaji Daktari Elisande Amian Mhanga. Kiukweli kitabu kwa jina tu na muonekano wake inaonyesha kina vitu vizuri ndani yake, na inamhamasisha kila mtu, akipata nafasi ya kuchukua nakala ya kitabu itakuwa ni jambo jema, kwa maana tunaunga mkono kazi jema ambayo imefanywa na daktari, mchungaji, Daktari Mhanga, lakini pia kwa maana ya kujiongezea maarifa kwa sababu kujifunza hakuna mwisho. Nina uhakika kuna mambo mengi sana sana sana ambayo yamo ndani ya hiki kitabu ya kujifunza. Ninashukuru sana, watu wasiache kuchukua nakala, nakala zipo za kutosha, tumehakikishiwa karibuni. Uh, ni, ni, ni jambo zuri kwa maana ya kuwasilisha yale maarifa ambayo umeyabeba, kushirikisha maarifa ambayo umeyabeba lakini pia kwa nyanja, nyanja nyingine kujikwamua wewe mwenyewe kiuchumi Unapokuwa mwandishi mzuri, unauza nakala za kutosha, kwa hiyo unajipatia kipato. Kwa hiyo watu wasisite, ukiona na jambo la kushirikisha kwa njia ya maandishi, unakaribishwa pia katika uandishi kwao. Baba Askofu amesisitiza tuandike, tutoe nakala za kutosha, lakini pia tushirikishe mawazo na maarifa tuliyonayo.